Shirikisho la soka Tanzania TFF imefanya jitihada za dhati kuhakikisha wachezaji kumi na moja na kiongozi mmoja wa Yanga waliokwama nchini Algeria wanarejea mapema baada ya kuwapatia tiketi za kurejea Tanzania kwa shirika la ndege la Emirates. Kwa mujibu wa afisa habari wa TFF Alfred Lucas, TFF imelazimika kuingilia kati na kuona kwamba inayo dhamana ya kuisaidia klabu ya Yanga iliyokwenda kuiwakilisha Tanzania katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, licha ya kutolewa kwenye michuano hiyo na timu ya MC Algiers kwa jumla mabao manne kwa moja. Wachezaji 11 wa Yanga Sports Club pamoja na katibu mkuu Charles Boniface Mkwasa walibaki nchini Algeria baada ya kuachwa na ndege ya shirika la ndege la Uturuki kufuatia kuchelewa kufika uwanja wa ndege kwa ajili ya kuanza safari ya kuwarejesha nyumbani. Wachezaji walioachwa ndio Gratias Munishi Dida, Beno Kakolanya, Juma Abdul, Oscar Joshua Mwenye mgwali Andrew Vincent maarufu kama Dante na Kevin Yondani, wamo pia, Thabani Kamusoko, Haruna Niyonzima, Deus Kaseke na Donald Ngoma. Kundi jingine la Yanga lilifanikiwa kuondoka kurejea Dar es Salaam wakiongozwa na makocha wao Mzambia George Lwandamina na Juma Mwambusi, wakiwa wachezaji saba ambao ni nahodha Nadir Arub Kanavaro, Hassan Kesi, viungu Said Jumama, Kapu, Simon Msuva, Geoffrey Mwashiuya. Juma Mahadhi na Mrundi amesitambwe Yanga. Litolewa katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kufungwa mabao manne kwa bila. Kwa matokeo hayo ambayo yamefanya sasa itolewe kwa jumla mabao manne kwa moja kufuatia ushindi iliyoupata katika mchezo wa awali uliopigwa jijini Dar es Salaam. Katika hatua nyingine kikosi cha Yanga kinakabiliwa na mchezo wa kombe la FA hapa nyumbani dhidi ya Prisons ya Mbeya, mchezo unaotarajiwa kufanyika kwenye dimba la uwanja taifa jijini Dar es Salaam.